UDA imekufa, UDA imekufa haijakufa. Mutaizika siku gani? Mazishi ni lini ya UDA? Wangapi wanasema UDA imekufa? Sasa UDA imekufa si ndio? Si UDA imekufa? Bwana yake amewachwa, alikuwa anaitwa Ruto, si ndio? Na watoto Sabrano, Roku, Karinda, Mudende watoto wale wamewa sasa nakinajagagwa si yao. Watu wote ya UDA sasa, wale wanajua siku ya mazishi wainue mkono. Hii mazishi kwa sababu ni kubwa, tunataka ianze mapema. saa ngapi? Sa hii mazishi ya UDA yeah? Sindio, tarehe ishirini na sita Si vijana waeria iko wale wa kuchimba kaburi? Vijana mko kaburi mtachimba tarehe ngapi? 20, 20 ngapi? 26, halafu asubuhi, halafu asubuhi tunataka ikifika saa mbili saa tatu tumalizane na mazishi ya UDA.